Kwa uzito ule ule. Mwandishi wetu mbobevu ni Maryam Hamdan. Kwa heshima yake tusimame tumpigie makofi mengi sana wakati anakuja. Maryam amefanya kazi ya uandishi wa habari na akaenda hatua mbili mbele, kwa kuanzisha kikundi cha Tarab ambacho kimeendeleza ajenda aliyoipigania katika uandishi wake wa habari, wakati wote akiwa mwandishi wa habari na kikundi hicho ndicho kilichotuburudisha leo katika taarab. Makofi mengine mengi kwake. Mheshimiwa mgeni rasmi, mshindi huyu ni mwandishi wa habari, msanii wa muziki na mwanaharakati mahiri wa utamaduni kutoka Zanzibar. Kwa miongo kadhaa amekuwa nguzo muhimu katika kuimarisha sekta ya habari, utamaduni na maendeleo ya jamii kupitia mchango wake katika taasisi mbalimbali mbali ikiwemo Sauti ya Tanzania Zanzibar na shirika la utamaduni la TAS katika safari yake ya kitaaluma ameanzisha na kuratibu miradi mbalimbali mbali ya mafunzo na maendeleo kwa wanahabari wa Zanzibar, akihamasisha upatikanaji wa fursa za elimu na mafunzo ndani na nje ya nchi. Amehusika katika uanzishwaji wa maktaba ya redio Zanzibar, iliyoimarishwa kwa ushirikiano na British Council na UNESCO, kuimarisha upatikanaji wa habari vijijini kupitia miradi ya magari ya sinema. Pia aliongoza uanzishwaji wa vituo vya habari vijijini kwa ushirikiano na ubalozi wa Japan. Katika jitihada za kutetea haki na kuendeleza vyombo vya habari, ameshiriki kikamilifu kuratibu matukio mbalimbali mbali ya kihabari, ikiwemo maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari kupitia Baraza la Habari Tanzania MCT. Pia ameshiriki katika harakati za utetezi wa haki za wasanii na masuala ya haki miliki kwa kushirikiana na taasisi ya haki miliki Zanzibar, yaani Kosoza, pamoja na baraza la sanaa na sensa ya filamu na utamaduni Zanzibar. Aidha, kupitia ushirikiano na chama cha wanahabari wanawake Tanzania Tamwa, alianzisha kundi la Tausi Women's taarabu kwa lengo la kuendeleza haki za wanawake kupitia muziki wa taarabu. Kwa kutambua mchango wake ametunukiwa nishani ya Mapinduzi pamoja na tuzo ya maisha katika mafanikio katika uandishi wa habari yaani tuzo za EJAT zinazotolewa na baraza la habari Tanzania, hiyo ikiwa ni mwaka 2013. Aidha, amekuwa mjumbe wa bodi za mashirika ya kijamii kama za Yadesa na ni mwandishi mwenza wa kitabu kiitwacho A History of Zanzibar Media Traditions and Transitions. Leo hii anaendelea kutumia vyombo vya habari filamu na makala za elimu kama majukwaa ya kuhamasisha maendeleo, kuimarisha urithi wa Kiswahili na kuhifadhi historia na tamaduni za Zanzibar. Anaheshimika kama alama hai ya maendeleo, utamaduni na ustawi wa sekta ya habari na vyombo vya habari za Zanzibar. <coughs>